Mambo vipi, watazamaji wa Monica TV na vipenzi vya Monica TV mahali popote mulipo. Bwana, tumepata nafasi nyingine ya kuweza kutembelea hapa Trois-Rivieres kuja kuonana na mtumishi wa Mungu huyu ambaye tuko naye hapa mbele yenu, atajitambulisha kwa majina yake, kwa sababu natumaini ni mara ya kwanza kabisa kuonekana katika vipindi vya Monica TV. Hivyo basi atakwenda kujitambulisha, alafu mna maneno mawili matatu nataka tuzungumze na yeye, kuwaletea watazamaji wa Monica TV vizuri naamini utapenda. Kaa hapo usikize kile ambacho mtumishi wa Mungu atakwenda kuongea na wewe jioni eh, leo. Bwana Yesu asifiwe, mtumishi. Amen, amen, amen. Unaendeleaje? namshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema zake na huruma ambazo ameweza mm -hmm. kutujalia kuwa hai mm -hmm. sababu kuishi na namna ambayo tunavyoishi si mm -hmm. akili zetu si nguvu zetu yeah, ni neema kutoka kwa Mungu. mm -hmm. kwanza ni nikwambie, ongera sana, umependeza mtumishi. Asante ah, <laughs> nashukuru. Haya, watazamaji wa Monika TV wanataka kujua majina yako eh. kwa majina mimi naitwa Swedy Jovano. Okay, hiyo jina ni, ni, ambalo linafahamika, mm -hmm. na hata kwenye ni... Eh, akaunti zangu za mitandao ya kijamii mm -hmm, natumia hiyo jina Facebook, hiyo jina mm -hmm. Eh, Instagram natumia hiyo jina, TikTok natumia mm -hmm. hiyo jina. Kwa hiyo ndio. Na mtumishi, sisi tunataka tuongee leo kidogo tu kwa dakika chache kuhusu huduma yako. Hivi huduma yako ni hipi katika upande wa wokovu, yani huduma? Eh, ninayo huduma mm -hmm. tano mimi nimeweza kuona kuna unaweza unahubiri, na sasa hivi nimeona kabisa umeingia sana kwenye upande wa kupeleka message ya Mungu, upande wa wimbaji, na mimi naweza kuuliza swali moja, ni kipi ambacho unaona wewe kina urahisi sana kufanya huduma, ni upande upi sana ambao unaona ni rahisi sana mimi um, nimejaliwa naweza kusema kwamba nimejaliwa Mungu amenipa fursa na kibali. mm -hmm, ya kuweza kufanya vyote viwili mm -hmm. kwa hiyo ninafanya hiyo huduma ya uingilisi kupitia nyimbo okay. Ninafanya huduma ya uingilisi kupitia neno pia okay. Mimi kuna ngoma ambayo nimeweza kusikia na pia mimi nimeipenda na ninaifanyia challenge pia. Ndiyo. Na ni rumba moja asante nzuri asante sana ya Asante. Mm. E, rumba moja nzuri sana sana sana. Mtumishi, Idea hiyo umeitoa wapi yake? Eh, uh, idea ile bwana mm -hmm. ah, ni kwamba ni inspiration ambayo Mungu ameweza tu kutujalia mm -hmm. eh, ni kipindi ambapo tupo unakiakuta kitu kinakujia kichwani afu mm -hmm. baadaye unaona maneno yanakuja mm -hmm. Na yale ambayo tunasoma soma katika maandiko basi mm -hmm. tunaunganisha humo ndani wakuta wimbo umetoka okay. So, nimetunga mwenyewe mwanzo mwisho mm -hmm. Idea mwanzo mwisho, kwa hiyo ni hivyo yani tunafanya kazi taratibu taratibu mm -hmm. kongoja kongoja okay. yeah. Na ili kufanya kukamilisha wimbo na kuleta meseji nzuri ile, maana mle nimeona mna maneno uliyoimba ni mwenyewe nimeiona imerudishia Mungu sana utukufu. Amen, amen. Ili, amen. Ili ufike kupata message kama hili unafanyaje ili upate meseji kama hiyo? Kwanza mm -hmm. natakiwa uwe ndani ya, ya, ya, ya, ya, ya Yesu yeah, sababu hapo tuambia, mm -hmm. kwamba yeye atakapokuwa ndani yetu na sisi tukikuwa ndani mwake amen. mambo mengi tutayaweza na anatuambia okay. Tuwezi tukaweza jambo lolote tusipokuwa na yeye amen. Kwa hiyo ili tufanikishe Mm -hmm. iwe kwenye ndoa iwe kwenye elimu iwe, mm -hmm. kwenye uchumi iwe, mm -hmm. kwenye huduma yoyote mm -hmm. ni lazima kwanza Yesu awepo ndani. Atakapokuwa ndani mm -hmm. na wewe ukikuwa ndani mwake, mnaushirika mnafahamiana, mm -hmm. basi hapo utakuta kwamba production inaenda vizuri. Na kuna swali nataka nikueleze, mtu karibu, kuna kuna kaka mmoja niweza kupiga naye story yeye, kabisa hajapata neema ya kuokoka, akasema kinachompa ugumu sana Ayeye kuokoka ni kwa, mm -hmm. kwa sababu amekuja kuona upande huu wa injili hakuna mziki kama anayojisikia yeye, mm -hmm. lakini nivyosikiliza ngoma ngoma yako hii, kwanza inaitwa jina gani hivyo? Eh, inaitwa the Agape, ni kwa jina la Kiingereza, tafsiri yake ni kwamba, uh -huh. kwa uh -huh. kwa upendo wa Mungu kwetu uh -huh. upendo wa Agape wa kwetu uh -huh. uh -huh. yeah, sisi wanadamu ayo... Mungu ametupenda upendo mmoja wa, wa tofauti sana ambao okay. haijawahi kutokea uh -huh. Kwa hiyo wimbo huo iliusikiliza, nikaona ni rumba zuri, n io hizi. Kuna nyingine ambazo g akaniambia kwamba kuokoka ni changamoto kwa sababu mimi napenda sana kucheza seven, rumba lakini, upande wenu huko bwana, mna mambo yenu ya siju ya kizamani zamani, mambo ya, ya, ya, ya, ya hivi, lakini ukiangalia sasa hivi eh, mm, sisi tumumuum hivo unasemaje, ho ili hiyo kucheza au hizo rumba ni za wa, watu wa muziki ya kidunia tu, hata kwa Wakristo ni halali kuipiga au inakuwaje? Mbona naweza mm -hmm. nikasema kwamba mziki ulianza mbinguni mm -hmm. Muziki ulianza mbinguni, na aliyekuwa eh, kiongozi au naweza sema kama vile kwa Yamaster au ambaye alikuwa kiongozi wa ile kundi ya sifa, alikuwa inaitwa Lucifer, ndo yeah. Alikuwa naongoza ile mm. kundi ya, ya ya ya namna ya muziki na uimbaji mm -hmm. Kwa hiyo alikopi vitu vingi sana ambao vilikuwa vya kule akavihamisha upande huu ambao yuko kwa sasa. Kwa nini? mm -hmm. Kwa sababu jina lake kwa sasa anaitwa joka mm -hmm. anaitwa ibilisi mm -hmm. anaitwa mm -hmm. shetani Nani? Unaona. mm -hmm. Kwa hiyo alikopi vitu vingi sana kule. mm -hmm. Kwa hiyo alivyokopi vile vitu, lakini si vya kwake. mm -hmm. Mwanzilishi siyo yeye, hajui okay. chimbuko ya vile vitu. mm -hmm. Kwa hiyo unakia kuta kwamba kuna matumizi fulani fulani, mm -hmm. ambayo yapo lakini sio sahihi. yeah. Unaona, Bibilia inatuambia kwamba Tulewe kwa Roho Mtakatifu, wasikia mm -hmm. tena neno ulevi yeah, mm -hmm. Lakini huku wanatumia pombe kwa kwamba ndo kitu mm -hmm. ki ambayo kinafaa kwa ajili yeah, ya kulewesha mm -hmm. lakini ulevi ambao tunatakiwa kulewa nao ni ulevi wa kuwa na Roho Mtakatifu. Amena ah, mimi niulize kwa sababu ni sikuchoshe sana mtumishi, sisi watazamaji wa Moneka TV watarajie nini kutoka kwa mtumishi Swedy kwenye upande wa uimbaji? Uh, matarajio ni mengi tu, tunatarajia mm -hmm. kufanya mambo mengi kwa sababu yeah, uh, ndo bado tunaanza tunaanza kujikongoja kongoja, nafikiri mm -hmm. ya kwanza ilikuwa ni generiki ambayo tuliweza kufanya ambayo inaitwa Tokomwimbila yeah, Tokomwimbela nayo yeah. tena hiyo ilikuwa mm -hmm. ni kumpatia Mungu utukufu inapenda okay. kumaanisha kwamba tutakuimbia mm -hmm. tutakuimbia wewe leza Leza mm. Ni Mungu tutamwimbia Mungu pamoja na malaika. Mm -hmm. Kwa muda wote tunapokusanyika kumwimbia Mungu atufanyi peke yetu, mm -hmm. tunafanya pamoja na malaika kwa sababu wa malaika mm -hmm. na wenyewe wanahusika kuhusu swala la muziki mm -hmm. Kwa hiyo hapo tutegemea mambo yanakuja mengi, mengi tu yanakuja mengi upande wa uimbaji hapo. Yaani hapo mengi tu yanakuja. Watazamaji wa Monica TV tumeweza kumsikia um Mtumishi Swedy Jovano, ee, ametuambia mambo ni mengi yatakuja hasa kwenye upande wa, upande wa uimbaji, lakini pia ni mwinjilisti. Aa, na yuko sana kwenye upande wa neno sana. Okay. Bwana umepata neema kubwa sana mtumishi. Eh, moja ni kuwashukuru mm -hmm. Kwa namna ambayo mnaendelea kutushiriki, kutuunga mkono, kufuatilia vipindi vya Monica TV mm -hmm. na ni mojawapo ambao itaendelea kutusaidia sisi kuendelea kuona kwamba hatuko mm -hmm. wenyewe. Okay. unapokuwa unafanya kitu na unapata ushirikiano mm -hmm. huwa inaleta inaleta msisimuko inaleta uamsho wa mtu mm -hmm. kuweza kuendelea mbele mm -hmm. tena na tena. kwa hiyo okay. tutawasihi sana muweze kutushiriki, muendelee kufuatilia vipindi vyetu sababu ni hapo mtaendelea kujua mengi ambayo wanaojiri, mm -hmm. katika eh, chaneli yetu hii pendwa ambayo inaitwa Monica TV. kwa hiyo mm -hmm. karibuni sana kufuatilia vitu ambavyo vinavyojiri kwa mambo mazuri ambayo anaendelea ku, ku, ku, ku, ku, ya ambayo yanaendelea ku, kumiminika kila wakati mm -hmm. kila wakati mm -hmm. naendelea kupata vitu vizuri vizuri mm kwa hiyo -hmm. karibuni sana. Na Mungu azidi kuwabariki tena mm -hmm. na tena. Na mtazidi kubarikiwa mnapokuwa mnafatilia okay. vipindi vya Monika TV. Na hivi mtu akitaka kwenda YouTube hapo, ni sawa kukuliza, anaweza kuandika kuwan, jina gani? Waambie wa vizuri, kwa sababu kuna watu wanataka wajue hii nyimbo ya Agape, eh, Love of God yeah, yeah. Akitaka uh, oh, hey, yes, kwenda YouTube waandike majina gani ili waende kusikia hiyo ngoma yangu ya YouTube mm -hmm. Ukiandika tu Swedy Jovano mm -hmm. utaiona inatokea pale. Basi yale yote ambao niliweza kuyamimina mle mm -hmm. utayapata, ikiwa mahubiri utapata, ikiwa nyimbo utaipata. mm -hmm. ayo ni akaunti ambayo basi okay. Mm -hmm. Tunashukuru sana mtazamaji wa Monica TV. Pia nishukuru mtumishi kwa muda wako. Ukitaka kufuatilia ngoma za mtumishi Swedy Jovano, nenda YouTube, andika Swedy Jovano, nenda TikTok yake, andika Swedy Jovano, nenda Facebook ni hilo hilo, yeah, utapata ngoma zote na mafunzo mbalimbali na Instagram pia, na Instagram, pia. Mm -hmm. Utapata mafundisho mbalimbali kutoka kwa mtumishi Swedy Tunashirikiana kabisa, uendelea hivyo hivyo, usikate tamaa. Kuna kukatishwa tamaa, ila okay. usivunjike moyo, endelea kusonga mbele mm -hmm. Target kitu ambacho mwingine. Mm -hmm. amba okay. Asante.